Hiiivarmk kama, kama nilivyokuambia nakuletea kijana ambaye anaweza kutufaa. Kijana mwenyewe ndio huyo hapo oye Mbona unaniletea chumba kwenye kambi ya jeshi? jinsi nilivyokutana naye na maelezo alionipa nikajua moja kwa moja huyu anatufaa. Wawe mchumba, unaweza kazi y? Yeah, naweza we. Mbona naongea kilembo hivi hata? <laughs> nilipokutana naye alizungusha sketi hivyo hivyo unavyomwona, Anaonekana ana vikazo labda. Nikwambie kitu kimoja, kwenye gengi yangu sihitaji vijana waliolegea, nahitaji vijana mashababi wenye nguvu, kwa ajili ya kufanya kazi. Sasa umeiona ipua yangu.

Fa. Ikifika saa kumi na mbili jioni, nahitaji chupa mbili za damu za binadamu. Nahitaji chupa mbili za damu ya binadamu. Mpe mission. Baada ya kutoka hapa kuna mission, tunaondoka. Kuna watoto vinabo vipepeta mchele huko, tutakujua kuwa wewe jasiri kiasi gani. Sawa, toa kazi. Sawa, sasa Mpeleke gengeni. Oya oh, mchumba poa na kucheki soon

Sasa niambie umenijazia maji huko umenijazia pombe niambie. Nilijaza pombe wewe dumu, nimeweka maji nimeweka pombe. Afu sinizingoe bwana, toka la maji nilikuamini wewe. Afu unaniletea mimi vitu vya kijinga kama hivi. Jamani Ma, au oh, mimi sijakuletea maji, maskini wa Mungu. Eh? Umpigie simu mimi nyumbani ukaniambia ah. Uko wapi? Toka la maji nyumbani njoo. Hapa kesi kwa Mama Chiku. Nimeenda kwa Mama Chiku nadumu nimeelezi sana niambia maneno gani? Lakini nimekopa hela za watu mimi elfu sabini nimekuagiza ukaniletee mzigo wangu hivi. Kwani uniletea mimi maji kweli wewe? Yaani umekunywa pombe alafu umenitilia maji humu hivi, unaelewa hicho ulichofanyia? Sasa nakwambia hivi, utakunywa maji au utalipa gongo yangu maoa Utakunywa kaka, nimemwagiza huyu bwana kanifuatie kani mzigo wangu wa gongo kwa Mama Chiku alichokifanya kanywa siju pombe yote, kaniletea dumu la maji hapa. Na mimi nimefunika, sijaangalia chochote, nikaweka wateja wanakuja na wapa pombe yao, wanakunywa. Kila mtu anatema tema na maji hivi, kama niweka kaka, ungefanyaje? elfu sabini imelala hapa, hafu sijaitoa mfukoni kwangu, nimeenda kuikopa. Umesikia eh? Brasa, ningefanyaje mimi? Mimi hapa mimi hapa kwanza, mimi atima mimi, mamangu ajabariki. Umeona

Ah, basi, basi basi basi dada, nisikilize Sister, mi nikuulize swali hivi. Kibinadamu unahisi binadamu, binadamu anaweza kunywa udumu la gongo lote lita ishirini kwa wakati mmoja? Nashangaa, nashangaa, unahisi nawezekana kwa tumbo gani nilionalo? Tafuta chanzo, nisikiliza, sikiliza, tafuta chanzo ni wapi ulipopigwa, maybe kutoka kwa mama Chiku alikopimiwa ile gongo kuja nyumbani kawekewa maji. Alafu namsingizia. Mimi namtetea huyu kwa sababu Light huyu angekuwa anataka kukupiga wewe angechukua hata lita tano lakini sio dumu lote. Chunguza kwanza kwani wanatogora maji mm, ulivyopewa hii gongo lionja kule. Sikuonja jamani, sikuonja ya manya kuruhusu hata nionje ya gongo yenyewe. Mimi mbele kama ilivyo brasa kia Mungu mimi alafu mimi. Kwanza mimi mama wangu alishafariki. Mimi sikia brasa. Mimi yatima. Alafu <laughs> nyamaza nyamaza, nyamaza. <laughs> basi alafu, sister, ukizingatia huyu ndo mteja wako wa kila siku anayekufuatia gongo, si ndio? Ni kweli bro, ni kweli kweli bro. Sasa leo ukafanyaje wewe oni kwamba unamsingizia huyu? Sawa alafu kingine, dadangu, biashara yako ni asili. Sasa unavyoianika hadharani, wakitokea mapolisi, mimi naomba mtabaki. Sasa samani bwana, msamee dadangu kwa niaba yangu. Sawa sawa, wewe nenda, mimi nitazungumza naye. Brother you are very

Huyu kalewa pombe ndio lakini mimi mwenyewe nafsi yangu inanisita unachomfanyia sio vizuri. Sawa? Sio vizuri bwana. Alafu kizingatia huyu ni mteja wako. Yaani sio kila mtu anayekunywa pombe kachanganyikiwa. Kuna wengine kwa sababu ya maisha wana data. Wamekosea bwana kubali. Sema ukubali kukosolewa. Sawa, sikia. Mimi natoka mara moja natoka na begi langu, napeleka nguo zangu kwa fundi. Unaelewa, tena maisha yetu ya mjini na kijijini nguo tofauti. Nataka nikabanebane nguo, kuna nguo zingine za matobo matobo na leo watu wataniletea zesheni hapa mtaani. So ukipika chakula, naomba uniwekee mimi. Sikai mbali sana. Eh. Toa nyumbani wa kibongo anaongea bangi. Wenzio wamempangia Munde njama kesho. Wewe kwanza ncheke. Yani afadhali yani ingefurahi kaka uokakako akaleteka choa Munde hapa ndani na hivyo vidole vyake nikavichemshia supu nikanywa. umezidi Jeni ndo amefika huko shogangu. Ina maana la kwako la kwangu, so hivyo Yaani unamtafutia mzako mabara. Laiti ingekuwa sio wewe, wala si ingetokea. Ngoja ya kuniambia hapa. Lakini tatizo ni wewe. Yaani mimi hapa ungu nikitoka hapa direct kwa Munde, naenda oh, nampa taarifa. Sijui nanielewa. Sitakubali mimi Munde anifie mbele ya macho yangu. Nitafanya juu chini, nilinusuru hili. Munde li simpute wa wote, sijui nanielewa. Kwa wote kutoka hapa, watuwa vigugunzea kwa Munde. So nikitoka hapa, yaani hivi ndo naenda. <mimu> Yaani nitafanya juu chini nimnusuru mundu. Upoi, Hebu tulia, acha kiranga <coughs> hmm, kwa mimi, yani nikae tu hivi? Nimesikia njama kuhusu mundu anaenda kuuliwa, mimi nikae tu ndani, nile, chakua, kinishuku, kuambia, kwa ushauri sawa. Wewe nenda, ukishaenda akishamkuta huyo munde wako kitakutuliza dada. Mimi naenda, yaani nitafanya juu chini

Hivi kuna mwiba umeingia wa moto, si unanielewa? Lakini mwiba gani huo? Mwiba ukichoko tu ana watu. Mwiba gani huyo? Jamaa si anapiga ngumi, Munde mwenyewe kayakanyaga, kakalia anapokwambia Jamaa nani huyo? Mgeni huyo, mgeni anaitwa Tisa Mbili Shemada Jila. Mshakulisikia ka jamaa. Ume mwonaje? Em, nipe information ni kamili, nijue naanzia wapi na kimbilia. Kwa macho yangu ya hule, jamaa yuko na Munde pale. ha, ha. Munde bwana Jamah, kwewe. Ko jamaa kimazoezi yuko vizuri au ulipiga challenge hiyo? Jamaa kaka yule jamaa anawakalisha watu, mimi mwenyewe kwa macho yangu naona anapokwambia. Wewe Munde, Sunamjua vizuri. Wakukalishwa na mtu yeyote hapa. Ha, Munde, style zake mimi nishazisoma. Kwa style zake Munde hapa atoboi mabao. Kushani, labda huyo mpya hapo kidogo atakunetea zosheni hapo. Sasa, wao ukitaka kujua muhimu ya ma matako moja liotejibu. Kamgusa yule jamaa. Oya, navyouona muziki hatuwezi. Wana washaanza kuja kuja wageni sasa, ajulikane ujama katoka wapi na anapiga staili gani, sijui ushanisoma penko pengo. Ushakuelewa? Kocha kufanya sasa hivi vijana wangu wote, sio pengo, sio sio nani chula wote mazoezini, jimu nataka mwende jimu, mjaze ni mjaze kweli. Jamaa nasikia sio mchezo, kama anaposema pushapu, mmoja baada ya mwingine pushapu nondo, pushapu nondo, kila mtu ajazie. Ushanisoma? sio kama nani nani, unakaa regea, unaregea. mtu anatokea huku, mtu anatokea huku, unakaa na ule jamaa, kama unavyojua, sasa mimi kama mimi, yule anakuja mbele sawa, huku Munde umesema nani, ule jamaa Shemada. Shemada sijui nani Tisambili. Anatokea huyo? mbili anatokea huko, wewe na mimi basi. Lazima utamdhibiti nani Shemada, wewe Shemada. Si ndio huyo mpya huyo, nakwambia huyo kashindikana. Kama watakumdhibiti Shemada mazoezi yako yatakuwa yale ambayo yake peke yake unafunga nondo huku na huku unanyanyua sawa. Tula hmm. Tula nataka uwe vizuri yani, nataka uwe vizuri yani, kama unapiga tizi, unapiga tizi la kujazia mwili yani, ataweshe mada mwenye akikuona anajua kabisa hapa, ehe, enda kuumia huyo. Munde, niacheni mimi mwenyewe tajua nampiga staili gani jamaa, napiga staili gani nani navyokuambia Chui Pengo, hayo mazoezi ya Chui loko afanyie kazi. Tunavyoenda jimu, mazoezi yako ni hapa ha. tu mpaka unakuamba kati. Yaani nataka ni watoto wakijichanganya wamekojoa. Haiwezekani mtaa wote wao, afu analeta vitu vipya. Yaani we nataka unikusanyie taarifa zao zote, huyo mtoto mgeni anaenda wapi? Anakaa wapi? jimu yake wapi? kama vipi, tunaanza naye yeye? Sawa, afu watu wengine wote huyo Munde sijui nani vijana wake sio akina nani wote tunajua, tunafanyaje? Mimi naakarisha vipi? huyo mgeni ndo simjui, staili zake zipi? Lakini hmm. Hmm. nakujua kibonge mayai, wewe sio umelala mimi kwa huyu kijana mpya huu kidogo au vipi, bwana Pengo? Huyu kijana mpya, hmm. amemwenye kidogo naona, hmm. kichwa changu kishaanza kuyumba kishaanza kucheza hilo, hmm. you know, sio kama eti ndo naanza kucheza kichwa changu eti naachia kundi au hajautale mji au ninakuwafanyia tisi jimu kwanza, kama vipi wanangu, tuanze saa hizi sawa? so, Tula, tula boy, Pengo utasimamia mazoezi sawa sawa. Sniper, utakuwa na mimi bega kwa bega, kwa sababu unaona kabisa wale jamaa naweza akanivamia kama kijana mpya akampiga hadi bosi wake, mimi time yote naweza nikateketea hapa, kundi likabaki linaregarega hivi sawa. Twende ni matizi unahivilaaanamuweza yule jamaa, Yule jamaa mgumu wewe. Mimi nimekusikiliza, lakini hiyo mapenzi yetu mpaka sasa yameshakuwa ukamu. Lakini lakini mi siandafii kwa sababu mwenyewe umebilivu kuwa na msera haina kweli, haina mbambamba. Mwenyewe unaelewa jinsi gani nimekubilivu msela, na kama unavyojua mimi nilikuwa sifagilii dela, lakini ukanishawishi nini, nimeamua kuwa na wewe nichoti, nimekuweka kwenye moyo. Sasa kama nimekuweka kwenye moyo, natikiwa na wewe ukubali, eh, ukubali harakati zangu, ukubali mapito yangu. Sasa, kuhusu hizi stressions zingine, su hiki kimetokea hiki kimetokea kwa hizo, achana nazo, labda kama una mchongo mwingine Sawa, nimekuelewa. Lakini Munde, nimemsikia kaka yangu akiwa na wale wavuta bangi wale wavuta bangi wenzie bale, wanampanga kuja kumivamia kao kakaako nao pakapaka wako wamepanga kuja kutuvamia, au sio ndio? Munde, na nimekuja kupata taarifa hizi sababu sitaki uumie, sitaki uteseke. Mimi nakupenda Munde, sikia mchumba hapa cha kufanya wewe ukifika nyumbani, nenda katoe toe vile vitu sebleni pale, toa makochi, toatoa eh, toa tv zile, majiko majiko yale nini takatakatakataka taka, taka, taka, taka, zote pale sebleni. Alafu ukifika pale we pale taandika majamvi, kesho mapema kabisa linaingia jeneza, atoke mtu wewe <laughs>